Naam, mko nasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Akili Kabonga the one and only Town DJP, na ni Baraka 1 TV. Ndugu zangu, kokote ambako mko mnatusikiliza eh, mukatre quin cardina nord sud, este, este west si ndio? Kus, eh, kaskazini kusini, mashariki na magharibi Uh, kote mbugungu nasikia Baraka1 TV tunasema. uh, uh, shukrani na asante sana kuwa pamoja na sisi. Operation zetu mzalendo baada kunaendelea na operation hii, lengo lake ni moja, ni kuwatembelea wazalendo na kuwapatia mahitaji muhimu, chakula, uh, na kile ambacho wanasali kupata kwa ajili ya kuwapa motisha. Sasa ndugu zangu, niwaambie kitu kimoja, wazalendo mupeni Ruzizi wako tiki tiki, wako fire fire, ni wengi mno. Donc adui kupita hapa haiwezekani. Sawa, adui kupita hapa mpena Ruzizi haiwezekani. Sie tumepita pale, tumeenda pale, tumeona mazingira kisiku, hawezi pita pale, ni ngumu sana, ni ngumu, ni ngumu mno, adui kupita pale. Ndipo nikuambia kwamba wenye wako Uvira, nyinyi tulieni, relax, fanyeni biashara zenu, baraka, fanyeni biashara tu, hakuna shida Hakuna shida, SNPCC iko pale. FABB iko pale, FBDC iko pale. Wengine wengine wote wazalendo wote wasidikivu wa Manyema Wamanyema Watanganyika wote wako pale na wanafanya kazi kubwa mno kadiri wanavyoweza. So ndugu zangu, uh, all Hey, jambo wapendwa katika Kristo. Tunamshukuru Mungu kuona ametupatia pambazuko njema leo siku ya Mungu. Ni habari tu zenye Mungu alitupatia tulikuwa tukiomba jana. Mungu akatuambia ya kwamba Wakongomani mupokee ushindi wa vita ya Kongo. Tukaangaliana kwa ngisi, tulikuwa tukashangilia sana kwa furaha kubwa, kwa sababu tangu siku zote tulikuwa tukiomba, hakuna siku Mungu alikuwa ametuambia kama mupokee ushindi wa vita. Mungu akatuambia hivi, msikilizeni, haiko juu mnawambia mpokee ushindi, na ndio vile kusema munalala munalamuka, mumepata amani imekua, akatuambia mumelii ya mauti na li ina inaisha kuonekana mingi damu inavuya mingi, wanaua watu wengi, Bukavu wa viana wanaisha Bukavu na Goma aseme, na bado ile ingali lansema wenye wanapashwa kufa bado hawajakufa. Tukashituka tena tukashikwa na uga. Mungu akatuambia, mulishawahi kuona waskari wa pori wanafika hapa, mwingine Bukavu tukasema bado hawayafika. Asema wasubiri, kwa sababu nilikuwa kanafanya uchunguzi, niangalie hali adui anazipanga je, majira naenda inaenda, siasa ya wakuu viongozi wenu inaenda je? Nimeona wakongomani wengi wameombea Kongo na wenye kuwa nje ya Kongo wameomba, na mimi Mungu nakuja kuwakamilisha ushindi. Akasema nilizuiza raisi wenu kusionekane inchi yoyote yenye itampatia msaada wa kijeshi. Nilizuiza kusionekane hata bulaya hata mwafrika kwenye watamupa msaada yoyote, kwa sababu alikuwa na nyinyi nyote, mlikuwa munategemea kwamba wale wa fulani wakikuja wakitusaidia ndio tutashinda vita. Sikutaka vile, kwa sababu ukombozi wa Kongo ni mimi mwenyewe Mungu. Njo maana mliona ava vatu yote vako wanakuya EAC, sijui vanane vasadeke, sijue anaenda kulomba barisrin. Mungu akasema nilitaka mimi mwenyewe nikomboe Kongo kwa mkono wangu, na sitapitia mwa mwaile jeshi yenu yemoka, munawaza bongo ile ya batu mingi mingi. Nitapitia mukundi yenye kuzeraulika na itatoka kupori tukaangaliana tukakia ulizano kumwisho wakutoka kupori njo nani? Tukasema manake ni pamaimai, njo wazalendo. Aseme wale njo ndapitia ndani, kwa sababu wanazaraulika sana, na mimi nataka, napendaka nitumike na mtu mtu mwenye kuzaraulika na ni wale watu njo wataleta ndapitia ndani, ushindi wa Kongo ionekane. Asemu chungi, hamujaona mauti, mtaiona Hamujaona shoka, mikuki, mipanga hamujaiona. Tugasema Mungu tusikilie huruma. Baba gasema bongo, walio wangu nitawafunika kwa sababu walio wangu wote wako wananiomba usiku na mchana. Walio wangu wako wanatengeneza zambi, kamata hatu wa mpendwa, fata mchungaji kwenye kanisa iko karibu na kwako, tubu zambi zako zote, jiweke karibu na kwako Akatuambia muache kutembea tembea, kuwa kwa msimamo nyumbani, ukatoka kwenye ulitoka, rudi haraka kwa nyumba. Tukasema aksanti. Akatuambia muende nyumbani mutafute chakula, kwa sababu ninaona watu walionaka vita inakuya, kwanza wakawaza vita imeisha chakula yote waliwezaka kutayarisha imekwisha. Nendeni mkaambiane mutayarishe chakula haraka sana, tunaenda angaliana hakuna tena mwiko na lufranka. Tutafanya nini, wapendwa katika Kristo? Hizi ni habari zenye Mungu alitaka tujue. Tuliwaambia tena katika juma mbili zilizopita maneno Mungu alituambia tena, tulikuwa tukiwa mlimani kuombea rais wetu wa Kongo kwa sababu alituonesha kiti cha rais wetu kinajaa damu, akatuambia, msipo ombea rais wenu wa Kongo akikufa, kwa sababu wote wanatafuta, wengi wenye alikulisha maziwa na asali, wenye alitendea wema, wote walishekuwa upande wa adui. Musipo ombea nani rais wenu, akianguka mikononi mwa mauti, mujue inchi yenu ya Kongo inenda rudia tena nyuma senkanta ya utumwa. Akatuambia muombee rais wenu. Tukaangalia wapendwa, tangu Kongo iko hakuna president tulishapata hapa mwenye Mungu anasema tumuombee asikufu, wakati ilifika pale, tulisema ndio bifungo ma maombi mingi, na tunasikia wenye huko mudiaspora wenye wako mumapezi ingine wenye wako mu Kongo kabisa, Mungu awabariki kila mtu mwenye atasikiliza hiyo juu mwenyikwa anaomba Mungu kuombea rais kuombea nchi mtoke mu esprit ya traizo. Akatuambia hizo damu zitamwangika minjo, niko na yua ata, ata mwanadamu ajifiche mwenzake, mie niko na jua mwenyalisha saliti Kongo akajiunga na adui ni sherti damu yake ni ruhusu mwangike. Sasa, kama weye ulisha saliti inchi, wewe ni mwana Mungu wako, kama wewe ulishakula rushwa, kama ulitazamia kule kwenye utaenda saliti Kongo kwa kupenda, hizi damu zilizisha mwangika hivi. Ujue kama na weye, hii mauaji ilishafanyika na wewe, uko kichwa chako. Ni maneno ya Mungu ile niko na kuambia sasa. Akatuambia wale wote wenye wamekula rushwa wenye wamepromete maposti wenye wameambia maneno na maneno, wakakubali kujiunga na adui kwa gusaliti Kongo, awe ofisier awe politisier awe ministre awe depite awe guverneri awe mukaaji raia, kila mwenye alisha saliti kujiunga, damu yake itamwangika na wengine watakufa na hawatakanyangaka tena kwa hii Kongo, na wengine watazikwa katika nchi ya ugenini kwa kukimbia, kwa sababu nitakaporuhusu ushindi wa Kongo hawa wote awowataonekana Mkongo. Ndio maana wapendwa, mwende mnaangalia mzuri, watu wenye wako wanakufa. Kuna sababu ninataka kurudi nyuma, tunalia sana. Hakuna mwaeneza furahi kijana wa mwenzake akufa, lakini

nimeona na wapasteri mingi walishakuwa mupotevu. Mungu awaonayo tu huruma, na kama ni safari yake ya kubabeba basi, ana uwezo ya kuamsha wale wengine watoto wachanga, na watawapatia uwezo wa kuhubiri injili yake. wapasteri wenye wamesaliti wen Congo, barevera ba potre ba, ba bishop, pole kwenu kwa sababu muda wa ghadhabu ya Mungu imefika, liste zitasomeka. Mungu alishawaandika, nyie. Utata uko wapi? Mungu alishakuandika kama uko tu muhasi, ulishakachangia maneno ya uhasi ya nchi ya Kongo. uko kulise batalisoma jina lako, batagutosha kwenye huko. hata ukatale mkono wa Mungu utaruhusu tuvakukamate basi. Wapendo nyote, tusikia tuchangie tena maombi pamoja, tuombe Mungu na zaidi sana kuomba msamaha zaidi sana kuomba ukingo na ulizi kwa ajili ya jamaa zetu ili hizi damu zisitamwangika. Mungu atuponeshe asante. Basi Mungu wa neema awabariki na wajalie neema ya kusikiliza hii ujumbe mzuri na sisi sote atubariki tupate ushindi kutokana na uwezo wa Mungu Amen. Unaona Mwenyezi Mungu, Mungu kila binadamu ana historia yake ujaikusa d mili akupe d mili ujazikuta cinq mili akupe apana. Inanza kwanza kwa u mpaka de mpaka tri mpaka kila kifunguke. Unaona kitu Kagama ameongea amesha jua kisekedi, amemushinda amejua kisekedi. Sasa mahala imefika asa amushinda ndio nazunguza sijima kwa taksimene iyo yote miku wangu misoni ni kitu na mimi nashukuru sana Vrema Rajabu umetutia moyo sana sana sana zaidi. mzunguko ya jana yenye ulifanya metumarke sana ile e, mzunguko metumarke sana na ni injili mkubwa ambayo amefanya. Mwenye iko na moyo wa kusaidia kwa ajili ya kazi hii lazima ataifanya, ataifanya kabisa. Ni jambo la muhimu sana, Papa Rajabu. Vrema Mungu akubariki, hatua yenyu uko nafanya sio hatua ya kawaida. E, mtu anaweza kuviona kuwa ni kawaida sababu mwanadamu ana mazaifu, mazaifu yake mapungufu ipo, lakini uko nafanya kazi kubwa ambayo Mungu atakulipaka vrema vrema, Mungu atakulipaka sana sababu, e, kulingana na gisi huko najenga mioyo ya watu wanaotaka kuhumizana, unawapatia una, una, una matensio, unawaongoza gisi wanaweza kusema, huko nafundisha pale ku radio, ana unaimarisha pia watu gisi wanaweza kuipenda nchi na kupendana na kuelekezana. Huko nafanya kazi kubwa yenyi, labda na wewe mwenyewe hauwezi fahamu vyenye huko nafanya unatusaidia sana e, unatusaidia sana sio wengine kabisa. Tunaumia juu ya nchi yetu, tunaona nchi yetu jisi e, hatukuonewa na watu, hatukuingiliwa na watu, nchi ilikuwa katika usalama, lakini kwa leo nchi inaonekana kuzaraulika. Lakini kupitia hii yote yenyewe ikwe natendeka, tuna tulishakuwa na matumaini ya kwamba vrema nchi yetu inaenda kuwa nzuri na zaidi na zaidi, na wale wahalifu wale watu wabaya walioivamia watapata fezea, na inawezekana hii ndio itakuwaka mwisho. Hawataongeza kujiunga ku, kuikala aseme tuende tuvamie nchi ya Kongo, inaweza kuwa ni mwisho tu, sababu tuna uhakika na matumaini. Asante kabisa, na tunaendelea kupongeza wazalendo wa wetu Eh, kwenda kuchukua mji wa Nyangezi kabisa. Mungu wa mbinguni awatie nguvu na wawezeshe wawe na nguvu tele kutoka kwa Mungu. Mungu awape wa neema ya ushindi kabisa. Eh, tunafurahi sana kusikia Nyangezi imekuwa kwa mikono ya wazalendo eh, na kesho na kesho yake tusikie ukavu nayo imekombolewa, tusikie Sud Kivu yote imekuwa tena moja. Tutaendelea kumshukuru Mungu wetu. Sio mchango wetu zaidi ni maombi, kumsihi Mungu atumike pamoja na wazalendo, sababu Mungu ndio anaokoaka wanadamu zaidi. Eh, atumikishe wazalendo kabisa, kama vile alitumikisha Daudi wakati wa Sauli, kama vile alitumikisha Daudi wakati wa Filistini, awatumikishe na watie nguvu. Tunawatakia Mungu aendelee kuwasaidia na wapanulie mipaka kila mtu amtie roho ya huruma ya kuwasaidia wazalendo na kuwatia moyo e, tunawatakia kabisa. Asante. Mungu awabariki ndugu zangu Wakongomani wa baba na mama. Nimepata hiyo nafasi juu ya mwelekeo au mbinu ambazo zinazofanyika juu ye nchi yetu ya Kongo. Kongo ni malaya mzuri, mwanamke mzuri ambaye ukombati na watu wote. Mie nao nasikia mahabari mingi yauko nyumbani kwetu, mtu uliwunaita people kama hana nchi ya origin anaonekanaka kama vile papai imeshaoza, kwa sababu watu wanapenda kukola si papai, utamu wake leeele, watu wanakamata. Lakini kama ni papai inaoza ama papai inakuwa watu wanaangaliaka hivi, wanaenda kwa hiyo. Kongo leo ni mwanamke mzuri, mrembo

No, okay, no, no. Jambo jambo jambo, nalamuka aje kule? Nishitulamuka muzuri. Mimi naita kutokea Bukavu e, nikiwaza ni arajabu e, nipenda kutosha maoni yangu kidogo. Naweza fata vipindi ya papa ya Rajabu nasikia na furahi, nitafuta tosha na mimi petekezo langu kama kutezi kuwa gisi uye anonse wandugu yetu wa wazalendo, mie niko Bukavu, mie niko mzali wa Nyangezi. Na pale kwetu Nyangezi pale kuko watu wabaya sana, juu ya nini? Bale ba, banya banyamurengi biko ba mingi pale ceze kutana, balifuchika bandugu yabo pale, kuko kartie mwawe banaita kantendera, kartie mwae banaita kantendera, njoyosha kwa kartie yabo sana

Utezu kutana uteze kutana baadui wanajifichika mwele pori pale na ingine mwe Bukavu yetu mabilima kuanzia kule Nyantende mawapi nikiwaza wanapashena na sirikile wangalia kabisa meya. Lazima kwanza, nashukuru Mungu kuona Mungu anaendelea kulinda bandu yetu vita banu antuka nesiste sana jua pale Nyangezi ile, ile kantendera ya Banyamurenge na Mumosho pale kunyumba ya Kavila pale mwa ile pori inakuwa katikati, mwanapita mbalabala na gari, aona kile nyumba inakuwa katikati ya pori. nikiwazo wanapasha kata tatu wangapi pale Mumosho banaonesha ile nyumba inakuwa pale katikati ile pori. Merci Papa Rajabu, nikiwazo utanisaidia. I, i nani uitie kumejia kabisa bandugetu wazalendo wasikie Jiju. Jambo, jambo ndugu mtangazaji Rajabu, hako na wazo kidogo kuhusu bamericen ba kukuya ongea na presida Mkongo. Kwangu mi niliona saa vile hatuyakuwa bado na bezoin ya, ya msaada ya nje ya nchi. Msaada ni mzuri ya grand puissance shinerisi Amerike msaada ni mzuri, lakini wakati gani? Sasa huko wakati mtu anza lomba msaada tulikuwa na na tuko na arme yetu ya FARDC ni ilikuwa korom, korompi na balieshuwe bakakimbia vita. Sasa puko jeshi ya ziada ba, ame, banani, bazalendo biko pale na banapigana na bado mpaka sai bana bloke barebele badui bainchi ba M23 ao barwande bana babloke ebo abaeshue vita oka uka, kama bazalendo bange eshue vita. Kwa mfano ndosaine ange lomba sasa msaada kuvengine, lakini bazalendo abaeshue bako mupo ya resite ya vita, na kama biko mupo ya resite manake, hatuyakuwa na bezu ya msaada kutoka nje ya nchi juu ya kumaliza vita, juusi peki hatuyashindwa vita bado. Kama ba Amerike ba bangekua baongee biashara na kuya ongea juu ya biashara ya madini, mie na weye kamsai sitakuwa nauzia tena ule mwizi mwene, iko na nakuya, anaua, anabaka, kisha anaeba mali, naenda namuuzia. Kwa msabu weye mwene byako, mie namie tufai business hapo. Ndo vamereki vanaezakia, vanaongea pri, vanabaki malizana kuongea ye yeah. anapiga anapiga adui sasa pekee, hey, peke na mkongomani apri kupiga adui kisha anawaambia Waamerikani, mke sasa, mwee mutie sasa ma points zenu fasi ya ye mta exploiter na mutie security pale kwa mta exploiter sasa mwe. Mwte, mwte, nisha emie nisha safisha, kila njia iko wazi, mukuye muona mu exploiter hapo. Ndio inaweza kuwa mzuri kwa hapo, inakuwa ni business ndo me, hapana kusema vo vamalize vita, kusema kusema vamalize vita na wazalendo awashindwi, vita msaada itakuwa ya nini? Ingine asikie maliza vita na vene wako awashindwi. Hiyo ndio wazo wangu. Ndugu mtangazaji, naomba sana uipitishe kumedia na kila mtu aisiki. Asante sana nam. Asante sana kwa yote ambao wameweza kuisikiliza. Hii ni Baraka One TV na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Uh, nafikiri ni vizuri sana na kama tutakutana majira ya saa ngapi? Saa kumi na mbili asubuhi kwa habari zingine za moto chao chao.